Wa watano wa Afrika waliowahi kufikishwa ICC. Wa kwanza ni Uhuru Kenyatta kutoka nchini Kenya. Alishtakiwa kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu kufuatia ghasia za uchaguzi za mwaka 2007-2008. Alidaiwa kuhusishwa na kundi la Mungiki kufanya mauaji, ubakaji na mashambulizi kwa wafuasi wa ODM. Mashtaka yakafutwa mwaka 2015 kutokana na ushahidi kulegea. Wa pili ni William Ruto kutoka Kenya. Alishtakiwa mwaka 2011 kwa tuhuma za kuongoza kikundi cha jamii ya Kalenjin kilichodaiwa kuendesha ghasia kwa niaba ya ODM kupinga ushindi wa Mwai Kibaki mwaka 2007. Kesi yake ilifutwa mwaka 2016 baada ya ushahidi kuyumba. Watatu ni Omar Al Bashir kutoka Sudan. Anatuhumiwa kuamuru mauaji, ubakaji, uhamishi so, wa nguvu, mateso na uporaji wa raia wa Dafur. Alishitakiwa mwaka 2009 na 2010, ikiwa ni pamoja na makosa ya mauaji ya kimbari. ICC imetoa hati mbili za kukamatwa, lakini hadi leo hajakamatwa. Wanne ni Muammar Gaddafi kutoka Libya alishtakiwa Juni 2011 kwa kupanga ukandamizaji mkali wa maandamano ya wananchi wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe vikianza Libya. Gadafi aliuawa 2011, na, na ICC ikasitisha kesi yake rasmi Novemba 11. Watano ni Loraa Gabo Cote d'Ivoire anadaiwa kuongoza mashambulizi ya kimfumo dhidi ya raia wakati wa ghasia za uchaguzi wa 2010. Alishtakiwa kwa makosa manne ya uhalifu dhidi ya binadamu ikiwemo mauaji, ubakaji na mateso. Alihukumiwa kushtakiwa mwaka 2011 lakini akaachiwa huru Januari 2019 baada ya miaka mitatu. Kwa rekodi hii ya Afrika.